Application ya Play Store imekuwa na changamoto kubwa sana kwa watu wengi ikiwemo kuwepo kwa auto update bila ruhusa yao. Pia kuwakiingia katika app hiyo ya Play Store kupakua app zingine imekuwa ni changamoto, kutokana na auto play ya videos katika app hizo. Sasa kuepukana au solution ya changamoto hiyo Inabidi ufanye settings zifuatazo ili kuepuka matumizi ya bando bila ruhusa yako. Utaingia kwenye application yako ya Play Store, utaifungua. Ukishaifungua, utakliki pale juu kulia kwenye Google email yako. Ukisha klik hapo, utaenda kwenye setting. Ukishaenda kwenye settings, utaenda kwenye network preference, data usage for downloads Auto updates, ukishaingia hapo utaenda kwenye auto update apps. Ukishaingia kwenye auto update apps, ingia kwenye auto update apps uta turn on don't auto update apps, hiyo ni option ya mwisho kabisa kwenye hizo settings. alafu baada ya hapo utaenda kwenye auto play videos then utaenda kwenye option ya mwisho kabisa don't auto play videos hasa. Mpaka hapo utakuwa umeshafanikisha kuweza kufunga hizo setting ili bando lako unavyoliunga lisiweze kutumika bila sababu yoyote. Asanteni kwa kunisikiliza, usisahau kusubscribe, like, comment and share.